Sasa nimekusikia ukiongea, ukimwambia vijana hata kama ametoka night club, kesho ni siku ya ibada, aje kanisani. Hata kama ananuka pombe, kesho aje kanisani? huoni kwamba unafanya vibaya? Nikamwambia, sikiliza, shetani akigundua kwamba akikutendesha dhambi utaacha ibada, ataziongeza. Lakini akijua kwamba jana alikupeleka klabu na kesho, namwambia, ulinipeleka klabu, nimekunywa pombe, haki ya Mungu iko pale pale, naenda kanisani, umemvunja nguvu. Ni ngumu kuingia akili, maana mlijua kwamba wanaokuja kusali ni watakatifu, si ndio hivyo eh? Amna hicho kitu, hakuna. Huyu mtu akija, anaweza akasikia neno moja kwenye mahubiri likabadilisha maisha yake milele, na shetani anajua hili. Ndio maana kuna watu mko hapa mnanisikiliza, wengine mkomba, ukitenda dhambi shetani anachukua kigoda chake, anakaa karibu na wewe Anak